Kwa hiyo naikaribisha tena ama itagaza tena WASSA 2k awali ya kwanza kutolewa siku hii ya leo mahali hapa ukuminia hapa Mlimani City. Kwanza, kabla sijaendelea, shukrani kwa wadhamini wetu World Star Sports. Uh, wapo uh, Kitope Suits, IOTV Coca Production, Twiga Cement, Clouds Media, Jimco Africa Media Limited uh, Af Afri Hobby CC, 101 Studio, Right Away School. Siku uh, hii leo, Joyland Schools, White Lake, St. Anne, Rowland Secondary School, Makongo High School, Feza Boys, na Basata. Karibuni sana kwenye WASSA ta All Star Students Award kumi na sita. Mwakilishi kutoka Twiga Cement kutoka kitengo cha mauzo, karibu sana Yo. Alfred Shauri ndio anapewa trofi yake hapa ikiwa ni award ya kwanza kabisa ama kategori ya kwanza kutolewa siku ya leo kwenye tuzo za All-Stars Students Awards. Yuko pale na familia yake, tunawakaribisha ya wote kwa ujumla. Uh, Alfred, unaweza kusogea mbele ukaweza kupokea award yako, lakini pia ana kifurusi chake hapa atakuwa nakichukua siku ya leo, panga wa kike Tanzania nzima. Ongera sana. Kategori ya pili, ya tatu, kumradi ilitakuwa turewe na mheshimiwa Januari Makamba, lakini yuko njiani na tunawasikia naye anasema nafika muda sio mrefu. Kwa hiyo ningependa kuitambua kategori hii, lakini vile vile itatolewa na wale, ile NGO ya mazingira, kuna mwakilishi ambaye yuko hapa. Ile NGO ya mazingira, kama kuna mwakilishi wao ambaye amefika hapa siku ya leo, tungeomba sote mbele ndege yaweze tukabidhia watu okay. Basi yule anayetoa kinefika nafikiri, lakini ingependa uh, wajibu hii ikabidhiwe na mwakilishi general manager kutoka Millard Ayo Millard Ayo ambao wametambua uh, awards is... <plaus> tunaomba uh, wa, wa, wa, wa, wa, wa karibu madam, inapatikana Moshi pale Mwanga na anaipokea awadi anaitwa Mwalimu Kaguchi ambaye ni mkuu wa shule hiyo. Wao wameweza kufanya vizuri kwenye, kwenye mazingira wana miti ya kutosha wamepanda, lakini pia shule yenyewe ni mazingira mazingira rafiki ya kusomea. Yes, habari tena salama. E, eh tena apige makofi kidogo jamani, nikakimya nikakimya. Sasa hivi tuendelea na tukio la pili la ugawaji wa tuzo hizi za wanafunzi bora, Wassa All Stars Student Award. Lakini kitu ambacho nataka nikuambie, nyota njema huonekana asubuhi. Vipaji vingi tumekutana navyo, lakini ni vichache ambavyo tumeviona siku ya leo. Sasa ninachotaka kusema kwa sasa hivi, award inayofuata ni ya sayansi, paka mwanafunzi amefanya vizuri kwenye upande wa sayansi a level kidato cha sita, na award hii itatolewa na mheshimiwa January Makamba ambaye tulikuwa tunamsubiri muda mrefu na ameweza kufika sasa hivi. Kwa hiyo mheshimiwa January Makamba, uh, tunakuomba usogee kwenye stage ili uweze kuwakilisha hii award kwa kijana wetu ambaye amefanya vizuri mwanamke, msichana, um, kinara kabisa, mtoto ambaye amefanya vizuri kwenye masomo ya, yes, sayansi, kidato cha sita. Karibu mbele, Sofia Juma.

somo ya kidato cha sita ni msichana pekee. Ongera sa ndio maneno, Mheshimiwa, nafikiri namwambia hapo. Kama inavyoonekana, Mheshimiwa ana lengo la ya kwa projekti ya Washata na ameona atunge mkono. Ndio baba yetu huyo ambaye anatuongoza kwa hiyo tunafurahi sana siku ya leo. Karibu. Okay, asante sana Mheshimiwa.

husika ambaye atakuja kutoa award anaitwa Max Masimilian Ryoba. Yeye ni producer na ni composer maarufu Tanzania. Uh, kabidhi Nipaeli. Lakini Nipaeli ni composer maarufu Tanzania hii award kwa Nipaeli lakini Nipaeli ni mwanafunzi ambaye amesoma shule ya Jangwani. Shule ya Jangwani ni shule ambayo inapokea watoto wa physical challenge, kwa hiyo Nipaeli ni mmoja kati wa ufaulu wa Jangwani secondary school. Karibu brother Max kama unavyoona Max hapa na kabidhi awards kuwa natana kwa hiyo ya akiofarijika sana, ukiwakumbuka watu kama hawa ambao wana vipaji vyao. Kwa hiyo ningependa kumwita mheshimiwa waziri ambaye ni mheshimiwa waziri Januari Makamba, waziri wa muungano na mazingira kwa Tanzania, ili aweze kumkabidhi bwana Salim Omari kutoka Zanzibari. Ni kijana ambaye aliwahi kuweka rehani gari aliyokuwa analitumia la kifahari kuhakikisha anapeleka wanafunzi shule. Kwa hiyo kwa mchango wake huu mkubwa, brother Omar, tunakuomba usogee mbele. Lakini mheshimiwa Makamba ndio anakabidhi award ya yeah, lighting award kwa upande wa Zanzibar kwa kwa kwa bwana Omar. Karibu mheshimiwa, yes, karibu sana mheshimiwa, karibu sana, karibu, karibu sana lakini amefanya makubwa kwenye Tanzania hii na Afrika Mashariki, amesindikizwa na rafiki yake, watu kamera wapige picha pamoja, watu kutoka Kongo nini, hao wako vizuri zaidi. Juma Ramadhani atasogea kwa mbele, karibu sana Day uweze kukabidhi award ambao inafuata kwa Juma Ramadhani Makongo. Uh, okay, Juma Ramadhani mchezaji aliweza kufanya vizuri kwenye UMISETA, ni mchezaji namba moja, mchezaji bora Juma Ramadhani hayupo, lakini mwalimu anapokea. Mwalimu anapokea, mwalimu anapokea. Unaona certificate yake Footballer of the Year. Anapokea Juma Ramadhani, lakini ni mwalimu wake, anaitwa Fadhili, anapokea kwa niaba ya Juma huyo. Yes. Anaitwa Juliana Mwita kutoka Makongo Secondary School ni netballer of the year Tanzania nzima, ndio kipanga bana wa wa wa, wa, wa, wa, yes, wampira wae waikono huyo, anaitwa Juliana Mwita, karibu. Hongera sana Juliana, tutakuona tutakuona, so, kutembelea shuleni, lakini bila kusahau kupatia mheshimiwa rais wetu mpendwa John Pombe Joseph Magufuli award ya lighting award ambayo itapokelewa na mheshimiwa Januari Makamba, na nina imani itafika kwake, itafika kwake leo hii, kama si leo basi kesho <laughs> yes. Kwa hiyo nakuomba mgeni rasmi kwa heshima na taadhima uje kumkabidhi mheshimiwa Januari Makamba. Uh, what? Mheshimiwa mwashina Magufuli, rais wa Tanzania wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Joseph Magufuli. Yes. Yes, kama unapoiona ningemuomba Mwalimu Mtanga kutokana na mwalimu aajaani ameshida fika amepata tatizo kidogo siku leo, lakini mwalimu Mtanga atapokea award na i uh, tatolewa na CEO wa afi af Tanzania. Huyu ni mwanamama kinara ambaye ameweza kuwasomesha wanafunzi kuanzia darasa la kwanza kwa kipato kidogo ambacho anapata, na wengine leo ni walimu wengine leo ni wakurugenzi kwenye shule tofauti tofauti tofautitofauti. Afri Hovi ni moja kati ya NGO ambazo zimetunga mkono kipindi hiki. Karibu sana mama, anaitwa mama Agnes Ngwana Yes.